Zaidi ya Wakenya mia mbili huenda wamejiunga na jeshi la Urusi tangu kuanza kwa mzozo kati ya Urusi na Ukraini mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema. Akizungumza na waandishi wa habari, Mudavadi alisema wizara hiyo imeendelea kupokea maswali kutoka kwa familia zinazotaka kujua walioko jamaa zao ambao walijikuta katika mzozo huo. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya mia mbili huenda wamejiunga na jeshi la Urusi, huku wengine wakiwa wanachama wa zamani wa huduma za nidhamu za Kenya, alisema waziri huyo, akiongeza kuwa zoezi la usajili nchini Urusi limeripotiwa kupanuka na kujumuisha raia wa Kiafrika ikiwa ni pamoja na Wakenya. Mudavadi alibainisha kuwa inakadiriwa kwamba mitandao ya usajili ingali inaendelea na kazi hiyo nchini Kenya na Urusi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 Zijina langu ni Deo Kaji Makomba.